Hello, hello, my people. Mkwaze. Hope mko fine. Uh, nimeona video ya Mike Songo. Hata wewe umeona video ya Mike Songo. Jama tabu, kwa ile video ya Mike Songo. Nitaiweka huko mwisho. Nimeenda kwa ile video ya Mike Songo nimesoma comment kutoka chumba mpaka chini. Comment ni elfu tano na, comment zote ni za makadama. Comment zote ni za watu wa kugalfu mutu ako galf, ana akili anaweza itiza kitu inamusaidia. Yuko pale kusema eh, Songo umefanya vizuri, watu wasikuje. Una type ukiwa kwa mwarabu. Una type ukiwa kwa mwarabu. Eh, Songo umefanya vizuri. Wacha watu wakae Kenya. Eh, hata mimi naligireti. Wacha watu wakae Kenya. Tuambiane ukweli bila kudanganyana, tuambiane ukweli bila kudanganyana indio ifike mutu han, ainue mkono yake mguu yake, kusoto kulia rutri mpaka kwa agent, anakuanga amefika mwisho. Unakuanga vitu simebaki ni mbili: ufe wewe, watoto wapate food ama wafe nja. Ukiangalia ina piti, uje ufe watoto wapate food sisi tukitoka Kenya tunakuanga tumejitolea. Kusema ukweli sisi hata tukikufa tunakufanga kama tunajua tulikuja tufe kama tuishi. Wenye wanateseka ni wenye tunaacha nyuma wenye wachuni, nini tuliandika hapa kwa kichwa zetu nikosia kila mtu mwenye ako Galfi, uliandika hivi. Hii huku angalia ulikuwa hivi. Ni kuenda uendete wewe na mimi hakuna siku Agent wako alikupigia akakuliza, utaenda utaenda? Ni wewe huyo huyo, mama mwenye aliamuka akapigia songo amusaidie na pesa ya medical akuje kufanya kazi Saudia. Maria anaona maiti zinatoka kila siku, amefika mwisho, ameamua ni vizuri hakufe, akufe akitafuta kuliko mtoto wake akuve na njaa. Akiona ukirudi ukuje kwangu kuniambia mimi, kilichonifanya mimi nitoke Kenya nipande ndege yenye mesukisa maiti, mimi kilichonifanya mimi nililala njaa moja mbili hakuna kasi, si kujaribu Kenya and we are talking about pak 2021, pak 2021 ilikuwa at least, tani saa hii, pak 2021 ilikuwa at least, tani saa hii. Alafu kwa hapo kwa comment section, songo umefanya vizuri e, wacha sauti ifungwe, wacha watu wakae nyumbani na no, uko sauti kuliko uitise kitu ya muhimu, kitu yenye itakusaidia wewe, kitu inasaidia mwenye atakuja kesho. Uko hapo kutaibu ujinga. Nimesoma comments zenu, nimesoma comments zetu na wamama, muko sauti. Hakuna siku tutapata hakili, hakuna siku tutapata hakili. Saa hii hata tukitiwa minister of sijui nini, wasimame hapa tuulize, tuwaambie nini, mtaanza kuongea ujinga. Senyata as make sense ili hali kitu mnasongea ni kimoja peke yake kyenye kinaweza make sense sasa utapata mwenye anaisi vizuri atasema tuongezwe salary. Filipino wanalipwa pesa mingi. Tuongezwe salary. Filipino wanalipwa pesa mingi. Utaangalia maisha ya mwenzako. Nikipewa nafasi mimi sasa. Wenye wameteseka wamepita mikono yangu. Nitakutisia kitu kimoja kenye kitakuchunga wewe, kichunge mwenye anakuja kesho, kichunge mpaka mtoto wako mwenye atakuja kukuja kufanya kazi kama atakuja. Pale kwa comment section ya songo. Mungekuwa na akili, mungeenda na one comment ambayo ni uniform. One uniform comment. One uniform comment. Kama amuijui niwaambie: comment yenye mgenda nayo pale Songo, tunakuomba. Umesema maiti ni mingi, umetoa sauti, kwa hivyo uko na uwezo. Kama unaweza kutusaidia kuleta maiti, bado unaweza kutusaidia wale wenye wako hai wahisi bila mateso. Ndio ni 100%. Mimi ningekuwa wewe mwenye umeandika pale ujinga ati eh, acha warudi wakae nyumbani mimi ningekuwa wewe pale kwa comment sisi kama wana wanagari tungeenda tuandike comment moja uniform tumwambie songo wetu songo tunaomba ukataa watu wasikuje Saudi bado jatusaidia kwa sababu kazi kwetu Kenya hazipo hiyo ni ukweli na sisi wote tukiamua hatukuji tuje utusaidie songo huna kazi za kutupea hiyo ni 100% mimi ningekuwa wewe ningeenda kwa songo pale comment, ningeandika songo, tunaomba ututafutie safe house, tunaomba songo pamoja na serikali yetu ya Kenya itutafutie safe house. Safe house. Hata kama ni nyumba za ema zimewekwa si hivi ema tu, ema tukitolewa Kenya tunamwaua ndani, tukimwaua ndani Tuna muswa asubuhi, tunapepwa na magari, tunaenda tunawachwa, wewe fanya kazi hapo, wewe fanya kazi hapo, wewe fanya kazi hapo chini. Tunakuchiwa tena, tunakusanywa, tunarudi kwa ile ema yetu, tungekuwa sawa. Lakini kwa akili zenu za kipumbafu, hakuna mtu angefikiria kitu kama hiyo. Nyinyi wote mlivyo wakubwa, endea komenti yako, kule kwa kwa Songo. Endea komenti yako kule kwa Songo. Na ukue mtu mzima uchue ni nini unataka saa hii wewe ungekuwa Kenya watoto wako wangekuwa mibarara sila sire. Sire ulipitia sio sile mwanamke amepitia mpaka akaanza kuomba pesa ya medi kwa kuje. Kwa hivyo hapa kitu tunafaa kuomba ni kitu kupigwa marufuku msichana kukaa kwa mwarabu miaka mbili, hiyo kitu ipigwe marufuku. Hiyo ndio mngeandika pale kwa, kwa Songo, mumwambie hapana. Songo, ukitaka kutusaidia usikatae tusikuje sauti kwa sababu sauti imetuinua, ofu wichi wetu wamekufa, yeye ndio pole. Familia mingi zimepoteza watu, lakini Songo, kitu tungeomba kwa sababu hapa ndio tunatoa unga, kuna file mnaweza kutoa hii kitu ya msichana kukaa kwa mwarabu, tutafutiwe safety houses. Tunakuja tunamwagwa, tunaamuswa asubuhi, tunapelekwa kazi tena kali inapita, inatukusanya, inaturudisha kwa hema zetu. Pale kwa hema hata mwenzetu akigonjeka atutaita serikali, amuta tusikia ati serikali oh, serikali oh, serikali. Sisi wenyewe tunachangiana, tunarudisha mwenzetu Kenya kule. Hata mwenzetu akiwa mgonjwa, sisi wenyewe tutachanga pale kwa ile hema, amuta tusikia tukisema serikali saidia, serikali saidia, serikali saidia, mu serikali saidio itaisha, si kwa pisi siwafiti. Hiyo ndio kitu peke yake inaweza ikatusaidia. Nyinyi matakataka mulikuwa mnaandika pale kwa Songo ukumbafu, na wewe uko Kenya minister mzima, MP mzima, sijui nini, nini, nini, nini, unaandika uchinga kama huo, una akili na watusi nini wote complete. kitu mnafaa kutufanyia Songo, mimi ninakuomba kitu unaweza ukatufanyia hapa, nachiongeleza hii video iweze kufikia kitu songo anaweza akatufanyia ni kututafutia safety houses period.